Boni Online TV. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa afya na uzima ambao ameniwezesha kujumurika nani mahali hapa siku ya leo kuzindua rasmi huduma ya Airtel Spam Alert kata matapeli. Hii ni huduma mpya ya kampuni ya Airtel Tanzania itakayowezesha utambuzi wa jumbe za kitapeli kwa kutumia teknolojia ya akili mnemba ama akili undwe, yaani artificial intelligence. Mtakumbuka kuwa mwezi Februari mwaka huu pale Arusha, nilizindua kampeni ya kukabiliana na uhalifu kwenye mitandao ya simu za mkononi na internet. Kampeni hiyo ya jina la Sitapeliki inaendeshwa na serikali kwa kushirikiana na watoa huduma za mawasiliano pamoja na wadau wengine. Inalenga kuhamasisha umma wa watumiaji wa huduma za mawasiliano kuhusu njia za kuwa salama mitandaoni na kuepuka ulagai pamoja na utapeli. Aidha, ni lengo la kampeni hii kuwakumbusha watumiaji wa huduma za mawasiliano kuzingatia tahadhari na elimu inayotolewa kuhusu matumizi sahihi na salama ya mitandao. Wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, nilitoa rai kwa watoa huduma kutoka katika makampuni ya simu kuendelea kubuni mbinu mbalimbali za kusaidia kukabiliana na uhalifu mtandaoni pamoja na utoaji wa elimu kuhusu usalama mtandaoni na kuwafikia watumiaji wote. Aidha, nilielekeza kuongeza ufanisi wa kushughulikia masuala ya utapeli na ulagai mitandaoni kwa uharaka pindi wanapotokea, wanapopokea malalamiko kutoka kwa wateja. Mabibi na mabwana, nyote ni mashahidi kuwa ulagai na hatimaye wizi hufanyika kwa matapeli kupiga simu kwa watumiaji wa huduma za mawasiliano na kutuma ujumbe mfupi na kuwataka watoe taarifa zao zinazohusu akaunti za pesa mtandao au za kibenki, miamala yao ama nywila, ambayo ni neno la siri, wote mnafahamu. Na hapo wamesema ziko jumbe nyingi nabai, ziko jumbe za tuma kwa namba hii, ziko jumbe za mganga wa jadi ametoa utajiri, ziko jumbe za umeshinda bahati nasibu fanya hivi, ziko jumbe za viongozi mbalimbali wakiwa wanatuma jumbe za kukopesha ama kutoa misaada mbalimbali. Napenda nitoe pongezi za dhati kwa Airtel Tanzania kwa kuweza kuja na teknolojia hii suluhishi na bunifu ambayo inaunga mkono jitihada za serikali katika kupambana na wimbi la matukio ya utapeli wa mtandao. Hongereni sana. Wote ni mashahidi kuwa matukio ya udanganyifu kupitia ujumbe mfupi yaani SMS yamekuwa yakiongezeka kwa kasi, ambapo watu wamekuwa wakipokea jumbe kutoka kwa namba ambazo mwananchi haijui zinazodai kutoa huduma au ofa kwa mtandao au taasisi za serikali, huku lengo likiwa ni kujipatia taarifa binafsi za watumiaji kwa nia ya kutenda uhalifu wa kimtandao huduma hii ya Airtel Spam Alert kataa matapeli inayotumia teknolojia za kidijitali ama akili mnemba kutambua udanganyifu wa mtandao unaenda kuunga mkono moja kwa moja jitihada za serikali kuhakikisha wananchi wanakuwa salama na wanaweza kuepuka majaribio ya uhalifu au tapeli wa kimtandao kwa haraka zaidi. Mabibi na mabwana Nimefurahi kusikia teknolojia ya Airtel Spam Alert kata matapeli ni sehemu ya huduma za Airtel ambazo kila mtumiaji wa simu janja au hata simu ya kawaida unazihitaji, viswaswado dojina sahihi taani, kwa watumiaji wote wa simu janja ama simu za kawaida ama maarufu kwa jina la viswaswado, ataweza kunufaika nayo bila kulipia gharama yoyote ile kwa kutumia ubunifu wa kiteknolojia yani AI, artificial intelligence. Airtel sasa inaweza kutambua jumbe zenye viashiria vya utapeli na kutoa tahadhari kwa watumiaji papo hapo, kisha ukamkataa tapeli. Wapigeni makofi mengi sana Airtel. Kampeni ya Airtel Spam Alert inalenga kuelimisha jamii na kuwajengea uwezo wa kutambua na kujiepusha na matapeli mtandaoni. Huduma hii mpya ya Airtel itaongeza uelewa wa watumiaji, kuwawezesha kuwa waangalifu zaidi na kulinda taarifa zao binafsi. Hivyo basi, ni muhimu kutambua kuwa tunapozindua Airtel Spam Alert kataa matapeli leo ni hatua nyingine madhubuti ya kukomesha vitendo hivyo na mfano hai wa namna ya ushirikiano baina ya sekta binafsi na serikali unavyoweza kuleta mapinduzi makubwa katika maendeleo na usalama wa raia kwenye sekta ya mawasiliano nchini. Kwa maana hiyo, huduma ya Airtel Spam Alert kataa matapeli si tu teknolojia mpya bali ni mchango mkubwa katika kulinda usalama wa wananchi ikiwa pia ni utekelezaji wa sera ya TEHAMA ya mwaka 2016 inayosisitiza uwepo wa mifumo pamoja na matumizi ya teknolojia kuzuia matapeli na uhalifu mitandaoni. Nitoe rai kwa wadau wengine kuja na njia mbadala za matumizi ya teknolojia mbalimbali ikiwemo matumizi ya teknolojia ya akili mnemba kwa ajili ya kuhakikisha watumiaji wa huduma za mtandao hawatapeliki. Kwa maana nyingine tena, nawapongeza Airtel Tanzania kwa ubunifu huu. Tushirikiane zaidi katika kutengeneza mazingira salama ya kidijitali kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa pamoja, sasa tunasema kataa na tapeli Sitapeliki. Sasa hii nitaomba tuseme pamoja, maana kuna wengine waliohudhuria hapa na mimi yote nasubiri tu ratiba ya kurudisha. Sasa tuseme kwa pamoja, kataa matapeli, sitapeliki. Nawapongeza sana. Tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha wananchi juu ya wajibu wao katika kuepuka utapeli mtandaoni. Nilikuwa naongea na, na, na kamishna hiki asubuhi nilipofika kwamba pamoja tungependa wananchi washiriki sana, lakini lazima tufahamu kwamba kwa wananchi wetu na wengine wanapaswa kusaidiwa. Nimpongeza na kumshukuru MC. Pamoja tumekuwa tukiwapa wananchi akili za kuambiwa changanya na zako. Sasa Airtel imeongeza akili mnemba kwa mwananchi sasa pamoja na akili za kuambiwa changanyana zake Airtel namchanganyia akili undwe kumsaidia stafilike na wapongeza sana. Baada <coughs> ya kusema haya hayo, nawashukuru sana Make your day kwa kusikiliza Gilly Bonny right Online TV kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment naent Gilly Bonny Online TV.